Tunafarijika kuona kwamba maonyesho ya mwaka huu tofauti na mwaka miaka mingine, kwa sababu washiriki ni wengi zaidi kuliko miaka mingine, na tunashukuru kwamba maonyesho haya sasa yameweza kuvutia washiriki wengi zaidi kutoka sekta mbalimbali mbali. Tuna sekta za fedha hapa. Miaka ya nyuma tulikuwa tunaona taasisi za fedha zilikuwa labda na kuja mbili, labda CRDB na NMB. Kwa tangu miaka miwili iliyopita sasa tuna benki kuu, tuna Azania Bank, tuna Stanbic, tuna Equity Bank, tuna mabenki mengi ambayo yameweza kuja kushiriki katika katika eneo hili. Wachimbaji wengi wamejitokeza kwenda kwenye mabanda ambayo benki zetu na taasisi za fedha zinapatikana. Ukienda pale utakutana na Equity Bank wapo, utakutana na Azania benki wako, utakutana na NMB utakutana na CRDB utakutana na benki kuu ambayo anahusika na kununua dhahabu. Kwa hiyo, ziko benki nyingi ambazo ziko hapa katika ile eneo, na sisi tunaona kwamba kwetu sisi ni faraja, kwa sababu wananchi wetu, hususani wachimbaji wadogo, wamekuwa na changamoto ya upatikanaji wa mikopo na mabenki haya. Kila benki na taratibu zake. Ukienda Azania, wanakopesha fedha nyingi sana kwa wachimbaji wadogo. Ukienda Stanbic mpaka sasa hivi wana billions of money zinapatikana katika mikopo hii ambayo unaweza ukaenda kupo, kupata mikopo. Ukienda Serad Bina, wenyewe, mikopo na wanatoa maeneo mengine. Sasa katika jambo ambalo tunaliona kwamba kwetu sina mafanikio. Kwanza, mabanki kujenga imani kwamba ukimkopesha mchimbaji mdogo fedha yako iko salama. Hayo ni mafanikio makubwa sana. Zamani mchimbaji akienda benki alikuwa hawezi kukopesheka kwa dhamana ya kutumia aidha rasilimali au utafiti ulio aliyofanya kwenye kwenye leseni zetu ambazo wanazo wachimbaji wadogo, lakini sasa hivi mchimbaji akienda na leseni yake akaenda na taarifa za utafiti na akaenda na taarifa za uzalishaji ambazo amewahi kuzalisha kwenye maeneo yake, mabenki yetu yaliyoko hapa ikiwemo Stanbic wanatoa mikopo ambayo kwa kweli inawasaidia kwa kiwango kikubwa sana, na mimi nafarijika kuona jambo hilo linafanyika lina, kwa kiwango kikubwa. Uh, benki ya Stanbic wachimbaji wadogo uh tumewangalia kwa upekee. Stanbic Bank ndio benki pekee ambayo imebobea katika sekta ya madini na wachimbaji wadogo hatukuwasahau. Wanaweza kujipatia mikopo ya vifaa vya uchimbaji bila ya kuhitaji kuweka dhamana yoyote. Kwa maana mchimbaji um, anaweza akatutembelea na tukaangalia na uhitaji wa kifaa kipi cha uchimbaji, na kile kifaa kitajisimamia chenyewe kama dhamana. Kwa Tanzania mwaka huu tunasherehekea miaka 30 ya kukua pamoja na tumeshatoa mikopo zaidi ya bilioni mia moja kwenye sekta ya madini ndani ya nchi ya Tanzania. Uh, tunaiangalia sekta ya madini kwa utofauti na tunatamani tuweze kuiwezesha uh, kwa ukubwa wake. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tumekuwa tukifanya uh, tukitoa mikopo ya katika sekta ya madini na mnyororo mzima wa thamani na tutaendelea kufanya hivyo. Tunawakaribisha sana. Benki ya Azania katika sekta ya madini tumekuwa tukisapoti kama ifuatavyo mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini. Aa, ikiwepo wale wanaotoa huduma mbalimbali kwenye sekta ya madini, lakini wakiwepo wachimbaji na wauzaji Aa, na tumekuwa tukisapoti wachimbaji wadogo wadogo, wakati mpaka wakubwa, yani tumekuwa tukikuwa na wateja wetu Tunachokifanya cha kwanza ni kuwapa elimu ya kifedha na kuhakikisha wanakuwa na akaunti ambazo wanazitumia kuweka fedha ambazo hizo fedha wanatumia kuweka kwa ajili ya mahitaji yao. Iko mikopo ya mitaji, ipo mikopo ya ya vifaa vya uchimbaji, iko mikopo ya viwanda kwa ajili ya uchenjwaji wa dhahabu, ipo mikopo kwa ajili ya kutengeneza illusion. iko mikopo kwa ajili ya kutengeneza planti zao. Kwa hiyo, kama benki ya Azania kuanzia yule mchimbaji wa chini kabisa ambaye yuko kwenye mwalo, tumekuwa tukiwawezesha na tunawawezesha kwa njia mbalimbali, kwa mchimbaji mmoja mmoja, lakini pia wachimbaji walioko katika vikundi, lakini pia wanawake, vijana, yaani makundi yote.